Funke Herbalist Clinic tunatoa huduma za tiba mbadala kwa magonjwa yote sugu kama vile tezi dume, pressure, kisukari, bawasiri aina zote ya ndani na ya nje, vidonda vya tumbo, maumivu ya mgongo na kiuno. Pia tuna dawa ya kutibu mshipangiri na kuondoa sumu mwilini, matatizo ya uzazi, yani ugumba kwa wanawake na wanaume, mimba kuharibika mara kwa mara, kutokuwa na mpangilio mzuri wa hedhi, kutokwa uchafu mweupe na harufu mbaya sehemu za siri, PID, fangasi sugu, UTI sugu, tunatibu na kuondoa kabisa tatizo la nguvu za kiume kwa dawa bora ya Magombeko mix, tunatoa Power 7. Hii ni dawa bora ya kuimarisha misuli ya uume uliolegea na kusinyaa ama uume kunywea ndani kama wa mtoto mdogo . Haijalishi umri kuanzia miaka 18 hadi 85. Funke Herbalist Clinic tunapatikana Dar es Salaam, Ilala Bungoni, mtaa wa Sharifu Shamba, nyumba namba 35. Kwa mawasiliano piga simu namba 0675572238. Ewe mgonjwa usikatie tamaa maisha yako. fika sasa Funke Herbalist Kliniki.